Mtazamaji wa Global TV, kama nilivyokuambia, tuko hapa Sabasaba. Kwa wewe ambaye unataka tukutangazie biashara yako, basi unaweza kanicheki Catherine Kahami kwa nambari 0687007007 . Bado tuko na waja, waja wanatisha jamani, kama umetoka kuangalia shule za waja, sasa hivi ni waja mabati, wana mabati amazing. Sasa hebu tuambie kitengo chako hapa kwenye upande wa mabati, kwanza kabisa, inaitwa Chacha Nyamaka. mm -hmm. ni marketing officer wa waja mabati. E, kwa upande wa mabati mimi kiwanda chetu kinapatikana Kisemvule wilaya ya, kisi ya Mkuranga mkoa wa Pwani, na tunajishughulisha na kutengeneza mabati aina mbalimbali mbali. Hapa tuna mabati ambayo tunaita Veza Tiles kwa maana ya mabati ya vigae, lakini tuna mabati ambayo tunaita corrugated, ambayo yapo ya rangi na yasiyo na rangi, na tuna mabati ambayo inaitwa IT5 yani ya migongo mipana ambayo tuko kwenye nani mbalimbali kuna ya, ya geji thelathini lakini kuna geji ishirini na nane lakini pia kuna upana tofauti tofauti tuna ya upana wa mita moja na tuna ya upana wa sentimita tisini na haya veza tile yenyewe inapatikana kwa upana wa elfu moja na mia moja milimita ambao tunasema ni mita moja na sentimita kumi lakini pia waja mabati ni kiwanda ambacho kimeanza toka mwaka elfu mbili na kumi na nane, na mpaka sasa tumeisha fanya kazi nyingi zingine za serikali kupitia Waja kulingana na ubora na quality ya bati zetu tulionayo. Kwa maana bati zetu kwa sasa hivi upana wetu ni tofauti na, na wengine wengine, asilimia kubwa wanaishia upana wa 90, lakini sisi tulipata hii, tuliona hii changamoto kupitia kwa mafundi, na sisi tukaona, ah, tunatakiwa kuongeza upana kwa sisi tuna ubora wetu kwanza. Kitu cha kwanza ni upana. Sisi tuna upana tofauti na wengine wote. Upana wa kiasi gani? Upana wa bati ambao ndio nimekutajia, kwa maana ya hii ya versatile na 1100 milimita, ambao ukigeuza kwenye nani, sentimita, ni sentimita, ni sentimita, ni mita, mita moja na sentimita kumi. Lakini hizi zingine ndogondogo za corrugated ambao ni kama hizi ambazo tunatumia material ya alu zinki, yani aluminium na zinki, ambayo inazuia kutu kabisa. Kwa mfano nayoongelea ni bati kama hii ambayo tunaisema aluminium na zinki. Tulione mtazamaji aone mwenyewe. Tunaongelea tukiongelea aluzinki tunaongelea tuna kwa maana ya bati hili ambayo linatengenezwa kwa aluminium na zinki. Hili bati ni kwa ajili ya hili bati na alipati kutu kabisa. Yaani, kwa maana tunaweza kulitumia tumetengeneza kwa madhubuti kwa kwa watu wa ukanda wa pwani. Yaani, kama litakuwa limekosa kama itakuwa limekosa ku, kuna nini kupata kutu pwani maana yake hizi kanda za kaskazini hazitapata kutu kabisa, na litadumu zaidi. Na hili tumo kwa matengenezo yake limetengenezwa kwa uzidi zaidi ya miaka hamsini pasipo kupata kutu kabisa, lakini hizi za rangi sisi tunatoa garantii ya miaka mitano bila rangi kubadilika. Yani maana ukilichukua sasa hivi tukakuzalishia ukaenda kulitumia kuanzia pale tarehe nayo tunaolizalisha sisi na kuanza kutumika kwako miaka mitano tunatoa warranty kwa ajili ya kuangalia kama litapauka au halitapauka. Lakini pia tumeweza ku, ku, ku, wengi wanakuja wanauza je, ikitokea limepauka tunafanyaje ndani? Tunasema sisi ikitokea imepauka sisi, tunapotengeneza tunapochukua material kwa ajili ya kwa nani, wanatupa guarantee ya miaka 15 ila sisi kwa sababu pia tumeweza kuzitumia kwenye shule zetu, toka tumeanza tumetumia kwenye shule zetu na sasa zina miaka kadhaa, hatujaona mabadiliko yoyote kwamba zimebadilika au tofauti yoyote kwa maana hiyo kwanza, kuanzia hapo sasa tumeweza kumpa mtu miaka mitano guarantee ambayo sisi tunaona inafaa kabisa kumpa mtu kwa muda huo. Ina, inapotokea labda tofauti imetokea, sisi huwa tunakuja na utaratibu wetu, ambapo kwamba kwa mtu ambaye anakuwa tumemuuzia bidhaa yetu na ameenda ameitumia imeonekana kuwa na mabadiliko ama, rangi ime, pauka, ama nini. Japo kwa haijawahi kutokea kitu kama hicho, tunachokifanya sisi tunachukua ile ambayo anakuwa ananisi, tunaenda pale na mtu wetu, mtaalamu wetu anapiga picha nje lakini anapiga picha ndani, kwa kwa kwa kwa ajili ya ya kupata ile ile ile ile ile ile nembo yetu ambayo ambayo iko ndani, ili tuthibitishe kwamba kwamba hiki kinachokifanya ni cha kwetu, then tutachukua ile bati ile ile nani tutatuma kwa kwa wenzetu ambao wanatuimport mizigo. Tukishachukua ile mzigo, ashafika kwake, sisi sisi wala watafanya kutufanya replacement kwa sisi, tutafanya tutaenda tutatoa ile bati tutarudisha bati nyingine ambayo yeye, otherwise yule mtu amesema kwamba mimi tena waje siwahitaji, sisi tutafanya gharama ya kumrudishia fedha ambazo ametumia kuleta kwetu then sisi tutachukua mabati yetu. Lakini pia katika kiwanda chetu tunajitahidi sana kutoa huduma kwa wakati, kwa maana kwamba unapokuja kwetu, umetoa umetoa umetoa oda, mfano nataka bati za vipimo, una nyumba umeshapaua. Tunashauri mara nyingi mtu aende akapaue akapige mbao then arudi sasa kwetu, apime, aje na vipimo, sisi tunamkatia kulingana na vipimo anavyotaka uwezo wetu si wa kukata ni kuanzia kwanzi, kipimo cha mita moja nusu mita mpaka mita kumi na tano ishirini na kuendelea. Uwezo tunao, tofauti ni kwamba mtu atakayechukua vipimo hivyo au na usafiri wa kufikisha kwake, kwa maana urefu wa kuanzia mita, sisi tunaweza kuna nini, kudeliver mzigo kwenda kwa mteja kuanzia mita sita, free of charge lakini ikizidi hapo inabidi alete gari apakie mwenyewe kwa gharama zake. Na watakaotaka labda huduma zenu za mabati wanawapataje? Ofisi zenu ziko wapi na wafanyeje? Kwa ufupi, kwa sasa, sasa hivi kiwanda chetu kipo Kisemvule mkoa wa Pwani, lakini tunapatikana kwenye matawi yetu ya ambayo tuna sales point zetu ambayo tunauzia kwa sasa hivi, kwa mfano Dar es Salaam tunapatikana Buguruni, karibu na FMJ au KCB benki, lakini kwa Dodoma tunapatikana karibu na uwanja wa, wa mpira lakini ukienda nani Mbeya tunapatikana mtaa wa Kabwe. Ukienda Geita tunapatikana mtaa wa General Taya, lakini sasa hivi tuko Tanga, barabara ya 16 mtaa wa Maua. Huko kote tunapatikana sasa hivi tunafikisha huduma kwa wakati